kwa majina ya Edward Juma mjeshi, mchezaji wa Wahenga FC. Mashindano yalikuwa mazuri leo, ilikuwa fainali, bahati mbaya tumepoteza mchezo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kitu, maana yeye ndio mpangaji wa yote. Hapana, ni mistake tu. Mpira bila mistake inakuwa hawezi, hawezi kupata matokeo. Umefanya mistake, efanya wamepata matokeo. Mashindano mengine tutakuja vizuri zaidi na tutahakikisha tutachukua kombe. Mashindano yawepo mengi, kwa sababu ni chachu ya vijana. Kuna vijana wengi mtaani hawana ajira, wanafanya mazoezi, kwa kupatikana kitu kama hichi inakuwa nasaidia hata na kwa jamii, ila mashindano yawe mazuri kama haya, kwa sababu haya yalikuwa mazuri. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Asante kwa jina, kwa jina naitwa Mbwene Robert mchezaji wa Dream Team. Unajisikia furaha kupata ubingwa siku ya leo. Hatuna cha kuelezea zaidi, lakini tunashukuru kwa kupata ubingwa, Mungu mkubwa. Tulianza tokea mwanzo mwanzo kabisa, hatua ilikuwa ngumu, lakini Mwenyezi Mungu ametusaidia hadi tumefika hatua ya mwisho finali, pia tumeibuka mabingwa wa mabao mawili kwa bia. So kitu kidogo ni kitu kikubwa cha kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kitu kikubwa ambacho tulikuwa tunafanya tokea mazoezini, tunahamasishana, tuna pia mwalimu amekuwa ni mtu wa kutugia mbinu kila siku, tunapokuwa tunaenda mazoezini, nakuja na mbinu mpya. Hata mechi ya leo na mechi iliyopita pia, mbinu mbili tofauti. Kuna watu wenye mechi iliyopita walianza, leo fainali wamekaa nje, wamekuja kuingia baadaye. Ni mbinu tu za mwalimu. <todicata> Ni jambo zuri, tunamshukuru sana Mama Samia sababu vijana tunakuwa tunapata makundi mabaya sababu tunakosa muda wa kupata michezo, kujumuika na wenzetu, lakini hili jambo ni jambo kubwa. Katibu wa siasa na uenezi mkoa wa Dar es Salaam, nichukue uh, nafasi hii kuwapongeza sana. Uh, twende pamoja sports promotion ambao ndio waandaji wakuu wa Samia Mama Samia Cup chini ya udhamini wa Makunduchi Togabe na wengine wengi kwa kufanya jambo zuri la kumwenzi mheshimiwa rais katika miaka yake minne ya utawala katika nchi yetu. Kurasa 365 kitabu cha nne cha Daktari Samia Suluhu Hassan kimewekeza sana katika michezo na wote ni mashahidi, mheshimiwa rais ni mwanamichezo namba moja katika nchi yetu. Swala la soka, wote ni mashahidi kwamba Tanzania sasa sio washiriki wa mashindano ya Afrika bali ni washindani wakubwa wa mashindano ya Afrika katika ngazi ya vilabu, lakini pia katika ngazi ya timu ya taifa, tumekuwa tukishiriki Afcon na Chan na mwaka ujao 2026 sisi ni wenyeji wenza wa mashindano ya Afcon 2027. Yote ni heshima ambayo Daktari Samia Suluh Hasan amewekeza kwen michezo. Twende pamoja sports, mmemuunga mkono rais wetu, kuona kwamba juhudi anazozifanya kwenye sekta ya michezo mnazitendea haki. Mmeona nimeona waigizaji wa, wa wako hapa. Rais wetu amekuwa ni muigizaji, mnafahamu kwenye royotu amefanya nini kuhusu uigizaji. Nimeona bambo nimemuona na wenzake lakini kwenye ngumi kuna knockout ya Mama Mandonga. Unajua rais wetu amekuwa mwanamichezo. Nichukue nafasi hii kuwaambia wadhamini, endeleeni kudhamini mashindano haya kwa sababu mna, mna, mnasaidia kuibua vipaji. Sasa hivi mpira siyo fani tu, ni ajira na ajira iliyokamilika. Matajiri wakubwa duniani ni wanamichezo, endeleeni kuwasaidia wanamichezo. Nilikuambia mmoja, wakati mmoja Mheshimiwa Rais, ni mwanamke usiwasahau wanawake kwenye safari yako. Natamani tukimaliza hili jambo tuanze mashindano ya netboli ya wanawake na wao wafaidike kama ambavyo vijana wanafaidika kwenye, kwenye, kwenye Samia Cup ya soka. Ninafahamu hili unaliweza na uliniahidi utalifanya, na leo tunazungumza na Mheshimiwa rais atasikia. Twende Pamoja Sports Promotion waliniahidi ofisini kwangu kwamba watadhamini mashindano ya kinadada ya netiboli kwa ukubwa mpana sana. Nirudie niwapongezeni kwa mashindano haya yaliyokuma, idadi ya watu waliokuja ni ishara kwamba mlilolifanya ni jambo kubwa. Mheshimiwa Rais na wasaidizi wako, watoto wako wa Twende Pamoja Sports Promotion wamekuenzi na okay. Nashukuru sana kwa kweli na nafarijika kuona leo umati wa watu umekuwa mwingi. Leo ni siku ya furaha. Haya mashindano yatakuwa ni endelevu kwa ajili ya kumuunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan. Tulisema kwa vitendo tutamuunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan. Mimi kupitia ndugu yangu Tugabe tutafanya haya mambo kwa kuona kwamba si, si kwamba kuna vitu ambavyo tunavitafuta isipokuwa ni kuonyesha ni namna gani tunamuunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye michezo. Hicho ndo ambacho mimi nakiahidi, na akisema mheshimiwa hapa katibu kwamba ameniagiza tuendeleze tue hii ligi upande wa wanawake, hayo ni maelekezo. Nawaagiza watendaji wangu ambao ni wakurugenzi wangu hii tukimaliza kuelekea Zanzibar, mheshimiwa, tunaenda Zanzibar kwa ajili ya mashindano haya, lakini tukitoka Zanzibar na kuahidi ligi ya wanawake itaanza, na mimi kwenye boti la Zanzibar nitakuwepo. Asante sana. Na kushukuru sana nichukue nafasi kwa kushukuru mshukuru mwenezi mkoa kwa uji wake, lakini niseme kikubwa sana mama Daktari Samia Suluhu Hassan amewatendea haki vijana katika michezo na sisi kama wadhamini wakuu wa mchezo, mchezo wa Samia Cup 2025 tumefarijika sana. ni juhudi zote ambazo anazonyesha daktari Samia Suluhu Hassan katika mchezo, ndio maana sisi wenyewe binafsi kwa ushirikiano na Togabe na ndugu yangu Makunduchivila tumeona tupromoti vipaji vya mchezo kwa ajili ya kumunga mkono daktari Samia Suluhu Hassan. amefanya mambo mengi makubwa sana, mimi binafsi nimefarijika. Niseme inashukuru sana waandishi wa habari, nimekuja hapa na nyinyi mmeonyesha uwezo mkubwa sana kusapoti hili jambo, kwa sababu bila nyinyi pia hatuwezi kukuza michezo, kwa sababu unapokuwepo na media pia inapeleka jambo liwe kubwa sana. Kwangu mimi binafsi, ni washukuru sana, na nashukuru pia watu wote ambao wamehudhuria leo, wametunga mkono. Kwa haya yote, naamini tutaendelea kuunga mkono jambo ambalo amezungumza mheshimiwa no, no, no. <coughs> mkuu wetu nani, nani, nani mwenezi haya yote ambayo amesema tunatimiza, tutashiriki katika ya uh, kuwatafuta vipaji pia wakina mama sio, na vijana atupeke yake wanaume pia na wakina mama. Tuko pamoja, nafikiri jambo litaenda vizuri. Asanteni sana kwa mdeni, tuko pamoja.